Mohamed Kawaida mwenyekiti wetu wa umoja wa vijana wa vijana mkoa wa Geita, mwenyekiti wa chama cha mapinduzi mkoa wa Geita, katibu wetu wa CCM wa mkoa wa Geita, makamu mwenyekiti wa umoja wa vijana taifa, naweza kuna itifaki inazingatiwa. CCM oe! Oe! E, kwanza kabisa nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetujalia uzima kwa majina naitwa Kaswale Eliot, kwa neema ya Mwenyezi Mungu ni mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi wilaya Nyang'hwale. Ndugu mge nasi, pamoja na msafara wako wajumba wa kamati ya utekelezaji taifa, chukua nafasi hii kuwakaribisha sana wilaya Nyang'hwale, mkoa wa Geita. Karibuni sana sana sana. Jambo la pili ni washukuru wote umoja wa vijana na jumuiya zote pamoja na viongozi wetu wa chama, kwanza kabisa kwa mauzuri yenu mazuri. CCM oye! Jambo la mwisho mheshimiwa mgeni dasi, kwa niaba ya umoja wa vijana wa wilaya ya Nyang'hwale tunatoa shukrani zetu za dhati, kwanza kwa kututembelea wilaya yetu ya Nyang'hwale na mkoa wetu wa Geita. CCM oye! Tunayo bahati kubwa, ziara hii, tumepata bahati kubwa kwa wilaya ya Nyang'hwale kumpokea mgeni na nambali mwenyekiti wa umoja mwenye wa vijana wa taifa, ziara yake kwa ziara yake kuanzia wilaya ya Nyang'hwale. CCM oye! Tuna kila sababu ya kukushukuru mwenyekiti wetu mimi pamoja na kamati yangu ya utekelezaji ya wilaya yetu ya Nyang'hwale tunaendelea kukukaribisha. Karibu tena wilaya ya Nyang'hwale. Mwisho mwisho kabisa, tunakuahidi vijana wa Nyang'hwale, tutaendelea kupambania Chama cha Mapinduzi kwa maslahi ya taifa letu. Nitamke rasmi kikao hiki nimekiweka wazi ili tuweze kuendelea. Asanteni sana.